ha magari <tienuzi> <tienuzi> na kama nani ambayo nie mmetoa ripoti? wanaotakiwa ku, kuambia kuhusiana na ubovu wa hiyo wim hey. Hey, hey, umetoa hiyo ripoti nani? Kimkuu ichi kituo umetoa ripoti, naomba correspondence zote ulizoziandika ripoti umetoa kwa nani ambaye ni nani? Hey. Naomba naomba, naomba taarifa yake, taarifa iko wapi? Unampa kwa mdomo

Kama nyekundu ndani, kijani. Kwa hiyo hii ndio haifanyi kazi. Ni hii tu au kuna nyingine huku mbele? Ndio hii hasa. Kwa nini haifanyi kazi? Kwa hiyo hii inachangia kwa kiwango fulani juu ya foleni. Okay, Meneja. Eh, kwa nini hii hapa ni kazi kwa sababu gani? Ni mfumo mzima wa mtima aabanos. Toka lini? Ni uh, muda kidogo wakaleta taarifa Wizarani, wakaleta kwetu. Okay. Kwa hiyo tuta utaratibu wa kutarisha kaze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 mmechoka kufanya hii kazi, hamuna haja nayo? Hebu yeye iangalie hii foleni, yaani watu, hili jambo la foleni hapa Mikese limeshaanza kuonekana kuwa ni jambo la kawaida tu, wakati ni jambo kumbe tunaliweza na tunalimudu. Mimi nataka kujua tatizo ni nani hapa. Katibu Mkuu